Kwingineko wasichana zaidi ya mia saba wameasi ukeketaji katika Kaunti ya Kajiado kwa kupata mafunzo mbadala na kufaulu kukwepa minyororo ya mila hiyo potovu. Mafunzo hayo yaliendeshwa na wazee na washikadao wanaopigana na ukeketaji katika eneo la Emarti katika eneo la Kajiado ya kati, eneo la Emarti Kajiado ya kati. Wasichana zaidi ya mia saba ambao wamehitimu kwa somo mbadala la upashaji tohara wamejumuika hapa. Ni kikao cha siku tatu. Wasichana wenye umri kati ya miaka kumi hadi kumi na saba walipata mafunzo juu ya ustadi wa maisha na maamuzi, afya ya kijinsia na uzazi, haki za watoto na usawa wa kijinsia, pamoja na utunzaji wa kibinafsi na elimu. Wasichana hawa wanawasha mshumaa usiku kuashiria mwamko mpya wa maisha. Katika jamii ya wafugaji ukeketaji ungali unaenziwa na baadhi ya wale ambao wameshikilia ukale. Licha ya hao ambao wanaenzi mila hiyo potovu ya ukeketaji, baadhi ya wazee wamechukua hatua ya kubariki wasichana ambao hawatapashwa tohara. We went for blessings from the elders in the communities. Actually it was religious since we had to apply ourselves anointing oil on the head and our stomach and our legs and also we were blessed, we were prayed for. Wazee hutoa baraka kwa wasichana hao kupitia mafuta haya. Jambo ambalo wanaamini litapunguza ukeketaji, ndoa na mimba za utotoni. There are so many dropouts, so many dropouts. Actually, grade 6, 7, 8, form 1, they are really dropping out of school, very little children because when the girl is cut is being told amka umekuwa mwanamke wanawake ambao walikuwa na pasha tohara wanasimulia jinsi maisha yao yamebadilika baada ya, ya uhamasisho wa na, na, na, na na, na, na, kila mara ama natairi watoto wengi kama kumi au zaidi ya ishirini kila mtoto elfu mbili mbili sinaona na pesa mingi sahii kama amro asanakuja kuja kufundisha sisi naona kweli ni bure vipindi hivi vya kuleta wasichana na jamii pamoja kufunzwa madhara ya ukeketaji, ya ukeketaji yanatarajiwa kupunguza unyanyapa katika jamii We have over 700 girls graduating. What does this mean? We are saying girls are embracing education and a brighter future and are saying no to FGM, they are saying no to child marriage and teenage pregnancy. kwa wasichana wetu tunasema watie bidii masomoni sababu ndiyo njia pekee ya kujiondoa kwa dhuluma ya kijinsia kulingana na uchunguzi wa idadi ya watu na afya ya Kenya, KDHS mwaka wa 2022, kuongezeka kwa ukeketaji kumepungua huku taifa likirekodi asilimia 15 kutoka asilimia 21 mnamo mwaka wa 2014. Walakini kaunti kama vile Kajiado bado inaripoti viwango vya juu zaidi ya asilimia hamsini na kufanya elimu inayotolewa katika jamii kama njia mbadala ya kupashwa tohara kuwa na umuhimu mkubwa Nancy Kering runinga ya Citizen emarti Kajiado ya kati <todiculia>